Leo Mheshimiwa Rais, pongezi sana. Leo ni siku muhimu kwa sababu katika mpango wa kubadilisha Kenya hauwezi kukamilika kama vijana wameachwa nje. Mheshimiwa Rais, you've been very creative. You have designed programs and strategies to make sure that the youth of our country Are at the center of the transformation agenda. Na leo hapa hawa vijana ni kati ya wale ambao watapata pesa ya biashara ili waweze kuimarisha mambo yao ya uchumi na uchumi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo vijana, hii ni nafasi yenu, muhakikishe mnajipanga wakati mnapatiwa hii pesa tunatarajia biashara zenu zitaweza kuendelea mbele na Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba sio tu mpango huu wa biashara peke yake, kuna mipango mingine katika nyota ambayo inawalenga vijana. Mheshimiwa Rais, katika wizara sisi tuko tayari kuendeleza vile vitengo vingine vya kuhakikisha vijana wanaweza kufaidi katika mradi huu.